Uh, all the way from aoe South Africa, Kunguru hapa bana, leo nipo na mwamba bosa. Ah bwana, kama kawaida, siu mwezangu, vipi huko full, ndugu yangu mm? Sasa ndugu yangu, hapa sisi bwana, tuna mambo mengi hap, tustori ju ya tri, nyama zipo chini, siu, metuletea tori gani leo? Bwana da kuna kitu kimoja hicho nataka nitoe story. Ndio. Ilikuwa mwaka 2016 hivi. Ndio. Ule mwaka da kwa ni hatari. Kwa niko zangu maskani sina mishe, nipo nipo tu nimekaa. Akaja fazangu mdogo. Umeona? Yeah. Akaja fazangu mdogo. Akanambia bwana kuna mtu anataka kutafutia utembee naye kama tingo, yani ni tani boy. Ndio. Sababu naye ni mtu wa magari magari, mm-hmm, lakini sasa ameona kutembea na ndugu yake so so isho sana, kwa hiyo ikabidi anichukue mimi paka nipeleka kwa huyo mzee. Nikakutana na ule mzee akaniambia, kesho njoo na service service za gari nini, uje kile tunafanyaje. Akamwambia ina shida, basi nikaenda nikalala siku nika hiyo. Kesho yake asubuhi tunashajua tena michongo tena magari magari nini na nini, harakati ngoja, sipotezee yeah. Kwa nikatoka ingia zangu pale kwa ule mzee nikakutana naye, ilikuwa asubuhi lakini mzee kwanza akaniita pembeni kwamba kwa dakika mbili hivi tukaongea, ndio akaniuliza vipi, <coughs> hivi upo umekuja hapa yani tatembea naye kama kijana wangu tanibua, lakini upo kimaslahi au upo kikazi? Mimi nilichomjibu bwana, nipo kikazi, mimi nataka nijue kazi, kesho na kesho kule tani na gari langu na mimi maisha yae. Basi akaniambia sawa, haina shida. Alija kaa sana, tukapakia tuko tunaenda Kongo siku hiyo, sehemu moja wanaita Lugumbashi pale pale town toka na safari tumeanza safari, tumekaa kwanza, wakati tunatoka kabla tuja akijatokea chochote, ule mzee akaniambia kauli moja kati, tupo kwenye gari ndo tunatoka yani, sio tushaika mafuta nini, bwana, unachokiona ndani ya gari um, chochote kile mm, chochote unachokiona kwenye gari hii, basi kiache kiwe humu humu, usikitoe umu, nje wala sikulupuki wala usifanya chochote. Nikamwambia basi haina shida, mbona vitu vya kawaida. Akasema sawa bwana. Safari imeanza, safari imeanza tumetembea, tumetembea, tumetembea. <laughs> baada tumefika ile, ile, kuitafuta tafuta Morogoro yani, mbona kuna shuka shuka sana kupanda, shuka shuka kupanda. Nah, naangalia pembeni hivi namwangalia mzee naona mzee, mzee, kalala mwidumwidu ile nah. <laughs> sasa nimuulize sa, mimi nimshutue yani mzee vipi, mbona umelala hapo nakuwaje unalala kama na fast hivyo? Akalinuka, akaniangalia akaniambia, nilikwambiaje? Nikamwambia, ah, umeniambiaje vipi? Si mkono umelala afu gari inatembea shida nini? Akaniambia, nilikwambia unachokiona um kwenye gari basi kiache um. Ah, mimi nilibaki nimedua, kwanza nikashangaa, nikaona da, mm.

Kama natetemeka, naona hai kazi hizi, safari mbona ngumu. Yani mzee analala eh, alafu gari inatembea. naona mm. Eh. gari inatembea lakini niko na so kesi, twende tuone. tumetembea tumetembea, sasa mimi niko na, kwa sababu hii Morogoro, Morogoro kidogo barabara imenyo imenyoka wala. tumefika sehemu moja kunaitwa yove yove, eh, kuitafuta Luambuyuni kuna mm. kona sana kali mule mm. Ah bwana, nikakuta tena, na mzee mune kalala. Mune ndo sasa nikabaki sasa daa, kwa sababu si mwenyewe inatisha, na najua. Yani sehemu inatisha kwa sababu huku mtolo, nini mtolo wale, huku ndo huku afuku vigongo, yani panatisha yani mangema yale. Afu mzee analala. Mzee bado analala, achuma anatembea. Bwana mimi nikashinda kuvumilia, nikamshtua tena. Faza. Yeye bwana ndo aliinuka kwanza akanitukana, yani akanitukania mamangu yani. Bwana faza, niuma kishenzi, unalala, mimi nakushtua, usalama wetu eh. <misa> Akasema kiusalama wenu vipi? Bwana mimi nilikwambia wewe, chochote unachokiona unavumilia. Ah mimi <misa> nikapiga moyo konde tena, nikaona natwende <misa> Basi bwana, ile hali mimi nikawa nimezoea, tunaenda hivyo hivyo, mzee analala nini, maisha oh, naenda safari Kongo, kafika salama na salama, feshi, feshi, sofeshye, naenda, lala, na na fresh fresh, lakini kulala kama kawaida. Yani kuna muda unakuta kabisa hata moja gari gari li zima na lala. Na lala, na gari, na tembea, vile vile kama kawaida nalala zile kssaai atembea ispdnaa spidi za mikoani ni themanini mia kimaliza sana kidogo sitini hamsini

Mm. Ile mzee akataka kuiacha ile gari, yani anastafu, yani akapumzike nyumbani tena mm. Maisha yake mtaani. Ndio. Lakini pale kati anaondoka, kabida nipeleke kwa boss. Mm. Akamwambia boss nakuomba na kuomba. Mm. Gari, gari, ni gari unaona gari. Mwachie huyu kijana, aende niachie mimi sasa. Ta okay, yeah, ile gari niachie mimi sasa. Ah, mimi nikaona sio mbaya uzuri kasha nifishadi kwa boss. Yeah, alisema nayo nina nini kuna hiyo fursa hii, baje nichukue. Mm. Bosi akaitikia sawa, haina shida. Uga mimi na mgea. Haina mna tatizo kabisa. Uga mimi na mgea? Na mgea. Basi jamaa akachukua vilago vyake, akachukua mafao mafao yake. Bosi pale, kwa sababu ni mfanyakazi wake kitambo, akampa vitu vitu vyake. Mzee akapita hivi. Hmm. Kwa hiyo ile gari mimi nikawa nasimamia service nini na nini, nafanya kwenye nao kazi pale hadi nisikilize kwenda kupakia pakia. Hmm. Sijakaa vizuri na mwanamtu mgeni kaletwa, dereva anaambia bwana huyu atachukua hii gari. Eh, nikamwambia bwana wewe baki gereji hapo kwanza zunga zunga pata kwenye utingo na kuwaka kutoa. Eh, yani nikaambia kwanza sio kwenye gari, japo kuna gari nyingine inaweza kaja mimi nikachukua, ah, nifanye kazi. Okay. Eh, kwa hiyo ila kachukua dereva mwingine bwana. Eh. Safari inaenda wapi hiyo gari? Safari hiyo hiyo iko inaenda Zambia, ndio inatoka Zambia, kwa sababu gari nyingine iko chachoka sana. Eh. Iko inaenda Lusaka hapo. Okay. Na mimi safari nilikuwa naitaka sana kwa sababu Lusaka ni chapu kwa haraka fort na Kongo. Yeah. Basi bwana, tukaa jamaa ametoka na ile gari Yani, naona kabisa chuma ile loizoa inaondoka, yani yule gari imeondoka, imetembea bwana. Yule jamaa alifanikiwa kufika, kabla hajafika Mbezi, kuna sehemu moja panaitwa Kibanda cha Mkaa. Okay. Kibanda cha Mkaa tu pa yule jamaa akapiga simu kwa bosi bwana, mi gari yako siwezi. Njoo chukua gari yako <laughs> ni langu ipo, kamwambia meleji yako yote, mimi sijatumia hata mia, ila ipo kwenye gari sehemu fulani sehemu fulani, na fungu lako ipo pale pale, kuna mizi nimemkabidhi, njoo chukua gari yako. Bosi akafikiria akaona, sio kweli, sio kweli kabisa. Kwa alichofanya bosi akatafuta tena dereva mwingine mkongwe wa mule mule ndani, mimi tena bado kaniweka pembeni, akamwambia ondoka na ile gari kuna mtu kaiacha. Kwa jamaa akafika pale akakuta kweli gari, gari iko salama kila kitu nini, akachukua gari yule, sasa alisogea nayo mpaka kibaa

sababu ni kule nyeso kama alikupo alikotoka aliko gari ana gari kwa nayo mondoka nao kama emergency akaipimia ile gari kana kwamba ni nzima au vipi. Lakini tatizo la kusema ina shida gani ya kusema yeye alisema tu gari, mimi siwezi naye, akarudi wewe. Amini bwana, akatumwa dereva watatu, sababu kwenye kampuni ile kuna madereva kama watatu wanne hivi, na wanaaminika sana. Akatumwa dereva watatu. Dereva watatu kaichukua ile gari naye pale kutoka Kibaha. Bwana huyu alisogea mpaka mzani wa misugusu wa nini Vigwaza. Vigwaza. Alifika Vigwaza, tunayo jamaa chuma akaweka kushoto, chuma akaweka kushoto. Alifika Vigwaza, chuma akaweka kushoto naye mm. Ampiga tena simu boss. Bwana mimi gani gari siwezi akawa hii gari ina shida gani yani? Kila mtu amechukua nini na nini, watu wote ambao wanaikataa gari hawasemi kisa nini yani, hawataji tatizo. Bosi hapo ndo anashangaa, natolea mimi sasa jicho kwa mwingine. Nipa nauli bwana, nenda paka Vigwaza pale mzani. Jama akaiacha gari, hebu kajaribu nayo, ondoka nayo. Leseni yangu si unayo? Ngambe sasa, mbona mimi sija kunyoshaga nayo? Mmm, ah, basi haina shida, tuombe Mungu. Mimi nje nimsema kwa mule mule, gari iko salama, nenda kajaribu. Mmm bwana, mimi nikachukua ile gari kweli mdogo, mdogo, ngatembea ngatembea, nje kushangaa kwa Morogoro, natembea nayo hivyo hivyo kwa salama. Nikashangaa simu ananipigia, bosi ananiuliza, vipi, uko wapi? Naambia niko Morogoro, bwana bosi. Basi sasa, haina shida, tembea tembea nayo, tembea wapi? ah Bada niko Mikumi hapa, ana siku ifanikiwa nikajitahidi, kwa sababu niliamka asubuhi kidogo, ninaenda kulala Mbuyuni, Lwa Mbuyuni Mbuyuni mm, pale basi. Safari mimi nikatobua nao mpaka Tunduma. Kufika Tunduma, sasa kuna dereva mmoja ile gari ameshaendesha, akanipigia mm, simu vipi, mm, mdogo wangu fresh, uko salama? Niko salama. E, bwana hiyo gari wewe ukiangalia iko sawa? Nikamwambia da. Bwana mimi nashukuru Mungu, bwana mimi naona bwana iko vizuri tu. Hamna changamoto ya breakdown, hamna changamoto ya nini. Akaniambia da. Basi hiyo gari ina changamoto kubwa sana alivyokuwa anaendesha mimi. Nikamwambia ina shida gani? Ile siti ya dereva nikikalia hiyo, eh, Bwana nasikia kwa chini kuna mtu kama ananipiga nao yani. Yaani kama kuna mtu ananipelekea moto yani. Yaani nafikia tu. Yaani nafikia tu sasa. Na ikalia kusiti hivi kushoto huko. Si unajua zile yani, lakii siwezi yani, na yani yani. Siwezi ngwambia, shida ndio imekuta hivyo, wewe acha yani, ngwambia dsipoleni yani, kwamba tuseme kutoka ulipotoka, ulipotokao usilichukua kibaya. Mimi nilichukua kibaya mpaka nafika, anakwambia ni mwanzo mwisho. Yani ukikaa unasikia mtu kama anakukita chini yani. Sita ikaliki kuchukua mtu, weka chini huko nini. Bado <laughs> yani, yeah. Hamna kitu. Kama pakatu. Kama pakatu yeah. Kama ese kweli mtihani. <laughs> Nambia kwani yule mzee aliyoacha vipi na mazingira gani? Ngambia la. Eh. Bwana mimi nikisema ni, niseme si, yani ana mazingira gani atakua so vizuri. mm -hmm. Lakini mzee alikuwa anaendesha gari fresh na sijaona changamoto yoyote kwa kulalamikia hiyo gari nini. Ah, basi ndo hivyo bwana.

Bwana basi, ile gari mwanangu, nikikaa nao unajua, unaingiliwa kinyume na maumbile. Mimi mwanangu, nimeishinda ile gari. Wewe mwanangu, umewezaje? Nikamwambia, unajua, kila kitu kina sababu yake, nilimweka Mungu mbele. Unajua, ngoja niende safari, tachotokea Okay, lakini lakini hata na hivyo pia mzee kati anaacha pesa ile kulikomendi wewe. Yani, kifupi yule mzee ile gari unajua yes. Mm. Hizi kazi zinakuwa zina changamoto. Wengine wanaika na ushirikina umo umo, kuna wengine wanafanya vitu vyao, badhi kulinda kazi zao, kufanya hivi unajua barabara kuna vitu vingi sana. Ni kweli. Unaona. Kwa hiyo yule mzee ile gari inaonekana alitengeneza. Mm. Na kuitengeneza ndio maana mimi nilivumilia, kana kwamba alivoniambia bwana, kwenye gari unachokiona kiache umo. Mm. Sasa alivonipeleka kwa boss kunikabidhi, bwana nguru, kijana kwa naye. Mm. Umeona? Inabidi, inabidi yani, kwa sababu gari eh, ni gari, mimi ndo naijulia na iwezea, najua nifanye nini. Okay, kwa hiyo sasa alikuwa hapo, watu wengine ikawa kama yule iko tofauti. Sasa yani, sasa mimi ndo gari naijua, yani kila kitu, kwa sababu yule mzee kuna vitu kibao alikuwa ananielekeza kuhusu ile gari, kwao naielewa. Kwa wale waliingia mule, lakini hawakuwa wanajui mikataba ya mule kwenye ile gari okay, kwao walishindwa ile gari. Kwa ulienda, ukarudi kaenda nikarudi na gari lifanya nao kazi... okay. <laughs> so, na kazi nakumbuka kama miaka mitatu miaka mitatu, tafuta kibarua sehemu nyingine kifupi, kifupi... wale jamaa hmm. Wao walioogopa kumwambia boss yani, walikuwa na waoji nimeshindwa nini ile gari na shida gani na changamoto gani na shida lakini mimi alikuja kanioji yeah. Nikamwambia bwana bosi, nashukuru imeenda nao salama. Yule yule yule mzee mzee mzee mzee, sasa kuhusu gari, gari alikuwa alikuwa anaifanya nini ile gari mm. bado kwa sababu ficha mambo kibao moyo, mimi mimi sijajua kama kuna anafanya anafanya cha cha ajabu ajabu, yaani yeah. ya tunaenda tunaenda tunarudi tunarudi safari tuna enda, tunarudi safari basi, lakini hakuna cha ajabu alichokuwa, nilichomwambia okay. bosi kwa hiyo ndo miaka mitatu kaacha ndinga ile kaacha gari, nikatafuta kampuni nyingine navo, ndo hivyo maisha yanaendelea. Na kule ulipoiacha mtu aliyochukua kule ajeleta kampuni sasa pale sasa, hmm. mimi vaga naiacha ile gari kwa sababu no? ilikuwa tena sana yani, ishachoka sana, kwa sababu ule mzee wetu wenyewe tapiga nayo miaka takribani kama nisema hata kumi, nafika kwenye kampuni okay. <tuhi>

katika vile vipengele ambavyo kuna yule mzee, yule mzee kwa nini anakuwa nalala? Kwamba anaweza labda kuna kitu kingine ndio kiendeshe, kufanyaje kwenye kulala kwake? ajaenda kugonga gari, naye tembea inavyotakiwa na amelala, na amesinzia. Ah. Na gari inatembea inavyotakiwa. Kukifika sehemu kama bana kuna tuta, kuna tuta anakumuza kama kawaida gari, na unaona kabisa yani kama yeye mwenyewe, unaona kabisa kama anacheza lakini mkalala yani usingizi yani. Yaani unaona kabisa kama ana sense lakini hayupo pale. Ni legend sana yule, ameshazoea hizo barabara. Ah, amna so legend. Mle inaweza ngamini kuna ushirikina kidogo nao hupo mlaliwe. Au wafundi, mzee anaile gari kwa shati tengenezwa. Na ndio maana mimi nilivyoingia kwenye ile gari akanipa mipaka, bwana, unachokiona huko ndani ya gari yaache humu humu kwenye gari. Na alikuwa na vitu vingine zaidi ya hivyo, ni hivyo kusinzia, kusinzia basi. Lakini na kingine tunaweza tukapata breakdown eh, yani labda breakdown, sijui mnaweza mkapata mazingira porini ya ile nini eh, anakwambia huna cha kulinda chochote, sijui ulinde mafuta, sijui ufanye nini hapo, hamna wewe, la achana navyo, achana navyo, yani tulale ambilio, na tuibii, tunaamka asubuhi fresh Mwa, muka, uh, za banza za Kongo ule ah, wote, yani, yani sijaelewa shida nini. Lakini Kongo tujai kuharibikia huku huku Tanzania Tanzania lakini bado kuna wizi wizi lakini bado tujai kuchukuliwa hata mali yoyote ah, mzee kwa kiboko. Hiyo ilikuwa ni hatari sana. Aje kuna nani tena? Ah zee, yule mzee kwa bahati mbaya sasa hivi kama miaka mingapi iliyopita hivi nilipata tu alifariki na mimi nilikuwa nimeondoka safari. Alishafariki. Eh, alishafariki. Kwa hiyo sikufanikiwa hata kufika kwenye msibaki, japo kuwa nilivyorudi kidogo, nilienda nyumbani kwake, nikacheki familia yake, katoatoa pole pale, maisha yakaendelea. Swala langu jingine tena la pili, hiyo ndiyo kwa nini mzee pale alikurekomendi wewe, yani bwana bosi chuma impe mwamba, yani kiufupi, kana kwamba mimi nilivyokuja pale kuomba kazi ya timu, nilivyokuja kwake, ndio kuna vitu alinionyoji, kwanza uko kimaslahi au uko kikazi? Ndio nikamwambia mimi nipo kikazi.

Okay. O, nae, kama vile mimi kaniachia ile mimi kama kama kama Na mikoba mwana, wewe ndio utaruka nalo hii. Ule boss alikosea. Kwa kwa kwa namna fulani alikubali. Alinikubali vile vile. Kwa sababu kama ungekuwa ni mduanzi duanzi wangeniambia pita hivi bwana, ama mkoba wana. Na katika kuishi naye vipi katika masuala ya posho na nini? Bwana, nashukuru, unajua kwenye hizi kazi yani ongelea posho kwa sababu upo katika mafunzo, kujifunza kujifunza nini? Unachokipata chochote tu unalizika nacho. Yaani mrudi no. elfu hamsini, elfu ishirini, elfu ngapi. Sasa leo inategemea na kazi mlipoenda, merudi hivyo hivyo. Kwa hiyo inabidi tu lizike, kwa sababu upo katika utengeneza mazingira ya wewe kuwa na gari lako. Ndio. Au utengeneza mazingira ya wewe kuwa, yaani kuja kutafuta hela tu sipini na nini, inakuwa sio nzuri, kwa sababu tukisema tuangalie tu hela, hata ina kufundisha gari mwenyewe atakuwa naisia tofauti. Kumbe huyo kwa ndoa ni muuliza, upo kwa maslaa, yupo kwa kazi. Mimi ngwambia nipo kwa kazi. Yaani tunachokipata nashukuru, yeah. eh. Alikuwa anatoa hela fresh tu mzee. <coughs> mwiko kukata tamaa, changamoto yani, tusikate tamaa, tupambane kwa sababu kila unachokikuta kila unachokiona kila unavokana na watu yani wengi kila unavotembea unajifunza vitu kibao. Kwa hiyo mimi Okay. Unaona? Naweza ngasema nimejifunza vitu kibao Mwanangu, tujifunze kukaa na watu vizuri, tujifunze kutembea nako, kunasaidia kidogo hivyo. Minakubali mm. mm. sana mwanangu kwa muda wako, boksa mnyama. Haina noma, haina noma, nimekubali bonge la toli. Ama jamaa ale mwanangu kenye kupigwa miti sijajua, kama kama Linda bado zipo e, au zimeondoka <coughs> <laughs> Uh, ah, mafundi wala jamaa anavyoonesha jamaa, sasa na jamaa katika michezo kama hiyo, wao wao hao jamaa hawaiwezi yani, kifupi uh, unajua anaanza kusema uchawi. Uchawi unazidiana unazidiana, unajua uchawi yani wewe sasa unaanza kuwa na uchawi wako, umeweka sehemu fulani kumweza bosi, siyo nini, mwenzako analika katika chombo chake, sio anielewa, kwenye chombo chake ili kimsaidie Yani, defense. Kama anampiga mizinga kwa boss afukuzwe, yeah. Kazi akifukuzwa akija kukalia sana. Chachoka sana afu nilitoa gari tena sehemu nyingine ambayo kidogo wangu ina maslahi gari nzuri, nikaona achane nayo hmm. Okay. Na vipi vitu kama hivyo vinaendelea bado kwenye tasnia ba ya usafirishaji usafirishaji, yaani kwenye tasnia usafirisha, ya usafirishaji maswala ya i yaani maswala ya kishirikina hayawezi hmm, hayawezi kuisha, kwa sababu yani kila mtu anatengeneza mazingira ya kazi Sawa navyosikiaga so, nasikia naanzia kwa bosi pia. Eh, bosi naye ah yani inakuaje? Bosi naye mafundi ni yani, lazima naye ukishakuwa ukishakuwa na vyombo vingi vya magari hususan nini lazima ujitengezee defense yako sababu kuna usda kuna nini kuna nini kuna nini hivyo unajua? Okay. Zangushane, sunajua kwa hiyo uchawi upo. Uchawi upo. Bosi anaweka dawa kidogo. Eh, eh, naye. Na na miyamba, na dawa. Yeah, yeah, yeah. In in. Eh, ah, na miamba inakuja believe ni Mungu Mungu tunaenda na dua. Au na eh, au no, no. Na na kidogo unachanganyia mimi ah, ah, okay, <laughs> bwana, ushirikina siwezi. Ushirikina? Hey. Ah, siwezi <laughs> siwezi siwezi. Dua dua tu, tu. Kweli mm. Sana kidogo unachanganyia ushirikina hapo Kunguru Online kidogo mwanangu. <laughs> <Kimtende. laughs> Dcaona tupo mwanangu, ntafanyaje sasa? Ndo maisha haya. Cha msingi tuseme kitu kimoja, yani tujitegemee, tujitegemee, tupambane, kwa sababu si vijana, tusikate tamaa, maisha yaendelee hivyo. Kunguru Online nakubali, yeah. Baba oh, ao